Wakati mzozo wa kivita kati ya Israeli na Iran ukiendelea huku nchi hizo zikishambuliana kwa makombora na ndege zisizo na rubani, Iran imeionya Marekani kuwa itapata uharibifu usioweza kurekebishwa ikiwa itaingilia kijeshi kuisaidia Israeli dhidi ya Iran, Kiongozi Mkuu Ali Khamenei amesema. Matamshi yake yanafuatia mfululizo wa vitisho vya moja kwa moja kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Katika siku chache zilizopita, Trump alionya kwamba vikosi vya Marekani viko tayari kushambulia ikiwa Irani itashambulia malengo yoyote ya Marekani na alisema kuwa Khamenei ni mlengwa rahisi. Hatutamtoa angalau kwa sasa. Trump aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa True Social. Katika machapisho mengine, alisisitiza kwamba Irani lazima ijisalimishe na kudai kwamba Marekani ina udhibiti kamili wa anga juu ya Iran. Akijibu vitisho vya Trump katika hotuba ya televisheni siku ya Jumatano, Kamenei alisema kuwa wale wenye hekima wanaoifahamu Iran na historia yake kamwe hawazungumzi na taifa hili kwa lugha ya vitisho. Iran sio taifa linalojisalimisha. Kiongozi huyo mkuu alinukuliwa na vyombo vya habari vya Irani akisema na kuongeza kuwa aina yoyote ya kuingia kijeshi kwa Marekani bila shaka itaambatana na uharibifu ambao hauwezi kulipwa. Khamenei pia alieleza uamuzi wa Trump wa kujisalimisha bila masharti kwa Irani kama jambo lisilokubalika na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu haitakubali amani iliyowekwa. Rais wa Marekani anatutisha kwa matamshi yake ya kipuzi anadai kwamba watu wa Irani wajisalimishe kwake. Wanapaswa kutoa vitisho dhidi ya wale wanaoogopa kutishiwa. Taifa la Iran haliogopi vitisho hivyo, Khamenei alisema, akiongeza kuwa matamshi ya Trump yanaonyesha kuwa Washington ilihusika moja kwa moja katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Israel ilianza kufanya mashambulizi dhidi ya Iran Jumaa iliyopita ikidai kuwa Tehran inakaribia kukamilika kwa la nyuklia. Iran ilitupilia mbali shutuma hizo na kulipiza kisasi kwa mawimbi ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na na makombora dhidi ya taifa la Kiyahudi. Mashambulizi ya Israeli yamelaaniwa na nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Urusi, ambayo imeelezea mashambulizi ya miundo mbinu ya nyuklia ya Irani kama haramu na kuonya kuwa inaweza kusababisha janga la nyuklia. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi pia imeeleza kuwa hatua za Israeli zinakiuka sheria za kimataifa na kutishia utulivu wa kimataifa. Katika taarifa siku ya Jumanne, wizara hiyo ilidai zaidi kwamba kulaaniwa kwa shambulio la Israeli dhidi ya Irani na jumuiya nyingi za kimataifa kunaonyesha kwamba taifa la Kiyahudi linaungwa mkono tu na washirika wake.